<laughs> anakabidhiwa joka la kuwa linatema fedha. <laughs> Hapo zamani za kale, katika kijiji cha Nyasaka kilichojivunia utulivu na amani, paliishi kijana mwenye moyo wa dhahabu aitwaye Pendo. Pendo alikuwa mkulima mashuhuri, lakini maisha yalikuwa magumu upande wake ingawa alijitahidi kila siku kulima shamba lake, mvua ikunyesha kwa miezi mingi sana, na mazao yake yalinyauka, yani yaliangamia kwa kukauka. Pendo aliishi katika nyumba ya tabaka la tatu, mara nyingi alilala la njaa. Hata hivyo, alikuwa na imani kubwa sana kwamba siku moja Mungu angebariki bidii yake. Mkutano wa ajabu. Siku moja alipokuwa akitembea porini akitafuta mbegu za mimea mapya, alisikia sauti ya kilio inayotoka kwenye shimo kubwa. Kwa ujasiri, aliingiza kichwa chake ndani na akamwona mzee mmoja aliyeumia na kukosa nguvu za kutoka. Bila kuficha hofu yake, Pendo alimvuta mzee huyo nje kwa nguvu zote. Mzee huyo alikuwa na sura ya kustajabisha sana na macho yake yalikuwa ya yanang'aa kale nyota. Mzee yule alikuwa na tisha, sura yake imechanikachanika vibaya usoni. Umekuwa mwema kwangu mwanangu, mzee alisema kwa sauti zaivi, kwa kuwa umenikoa nitakukabidhi joka langu la kipekee. Joka hili litakutemea fedha kila siku, lakini kumbuka usitumie fedha hizo kwa ubinafsi wala kuwazuru wenzako. Mzee yule alimwambia kijana Pendo bahati ya fedha. Pendo alirudi nyumbani ikiwa na joka dogo kubwa, likiwa linanywea na kukua ghafla kwa ghafla, lenye umbo la kustaajabisha. Joko hili lilikuwa kama maji ya ziwa, na macho yake yalikuwa ya, ya kifedha. Kila siku asubuhi joka lilitema sarafu za fedha shilingi mia moja tu, na pendo alishangaa na kafurahi. Alinunulia chakula kwa familia yake na kuwasaidia wenye haja kijijini kwao. Kijiji kilimwona kama mkombozi, kwa sababu Pendo alianza kugawa fazira kuwasaidia watu wasiokuwa na uhitaji, wote walio maskini, wasiojiweza. Watu wote waliishi kumfaria, kila siku kumfurahia Pendo kwa sababu alikuwa mtu mwenye moyo, kwa sababu matatizo au chimbuko la pesa lilikuwa sio tatizo tena kwake. Watu wa kijiji walianza kumwita mtu wa pesa na kumheshimu sana. Kugeuka na uzalimu. Muda ulipita, siku zilienda, pendo alianza kubadilika. Alipata tamaa kubwa ya pesa zaidi, na akaamua kulisumbua joka kushinikiza kutema fedha zaidi kila siku, yani akaanza kulipelekesha lile joka. Lilikuwa linampa elfu thelathini, linampa elfu sitini, sasa yeye anataka leo linampa milioni mia kwa siku, yani kaanza kulipelekesha badala ya kulisherehekea kwa upendo, iliyokuwa likimpatia zile fedha bila yeye kutarajia, alikuwa asipate wapi. Alianza kulituma joka kwa fimbo, alianza kulichapa na kulinyema chakula Joka likaanza kutema sarafu za fedha shilingi elfu moja, elfu kumi, elfu thelathini lakini pia likaanza kupoteza mwangazo wake na kuwa dhaifu kila siku, athari za ukarimu. Ghafla joka lilianza kutema sarafu za udogo ndani yake, lilianza kutoa fedha ndogo sana. Sarafu zilizotemwa zilikauka na kuvunjika kwa urahisi. Pendo alipatwa na hasira kubwa na akaanza kupiga kelele joka kwa nguvu. Joka lilisema kwa sauti ya kusikitisha, umeniharibu, umeniharibu, joka linalotema fedha. Kwa tamaa yako sasa utaishi maisha ya umaskini tena. Joka likageuka kuwa mchanga na kupotea kwenye upepo. Maisha ya Pendo yalirudi kuwa maisha ya mabaya sana. Maisha ya Pendo yalirudi katika umaskini. Pendo alibaki na fedha zote zilizogeuka kuwa udongo na mchanga. Watu wa kijiji walipogundua kuwa fedha zake ni za udongo, walianza kumdharau na kumwita mchawi na kumwita mwongo. Aliishi maisha yake ya umaskini tena, lakini akajifunza somo moja la samani la kuwasaidia wenzake. Na kutumia rasimili zake kwa heshima na usawa. Mwisho wa hadithi hii tunajifunza kwamba, hadithi ya pendo na joka linalotema fedha ikawa somo kwa kijiji cha Nyasaka. fedha hazina samari yake, ikiwa tumaini langu ni kuwa zuru wenzako, heri umaskini wa kusaidiana kuliko utajiri wa kuzalilishana. Na hapo ndo mwisho wa stori yetu, na hii ni Smax Films inaitwa yes. M A X A, -A. Smart City King of Facts. Usisahau ku subscribe, ku like na ku comment ili uwe updated na video mpya tukaofuatia. Namaste.